Pembe zikaanza kuchipuka kichwani, uso wake ukajikunja, lakini bado akicheka huku akitabasamu. Watu wakakimbia, wengine wakazima. Hadi leo wanaodai walikuwepo usiku ule husema ilikuwa ni shetani mwenyewe aliyekuja kujifurahisha usiku mmoja jijini Dar es Salaam. Usiku shetani alipofika Mlimani City, hadithi ya kweli ya Dar es Salaam. Hadithi hii imesimuliwa kwa sauti za chini mitaani kwa miaka mingi. Na kama uliishi Dar es Salaam miaka ya elfu moja mia tisa na tisini, labda unakumbuka kilichotokea usiku ule kwenye eneo maarufu la burudani, Mlimani City Club. Ilikuwa ni wikendi yenye joto la pwani, mziki wa dansi ukiunguruma, pombe zikimiminika, na watu wakicheza kwa shangwe. Kisha akaingia mtu ambaye hadi leo watu hawamwelewi. Mzungu mwenye sura ya kuvutia na dhirfu, ngozi iking'aa chini ya mwanga wa taa za klabu, aliwasili kwa gari la kifahari ya aina ya BMW ya zamani moja kati ya magari ambayo hayakuwa ya kawaida kabisa enzi hizo. Amevaa suti nyeupe safi, shati jeupe lenye kolabo nyeusi, na viatu vilivyong'aa, kana kwamba havijawahi kukanyaga vumbi. Alionekana kana kwamba ametoka moja kwa moja kwenye tangazo la jarida la Vogue. Akaingia kwa kujiamini, akatabasamu, akasema, pombe kwa wote leo, ni mimi nitawalipia. Klabu ikapiga vigelegele, watu wakampigia makofi, wasichana wakamzunguka kama nyuki kwa asali, wavulana wakapisha njia. Alikuwa mtulivu, hakudansi sana, lakini uwepo wake ulitosha kufanya mziki usikike tofauti. Wengine wanasema hakuwahi kupepesha macho, wengine wakadai macho yake yalikuwa yanang'aa mikundu chini ya taa za disko za rangi nyekundu na bluu. Watu wakacheka tu wakidhani ni mwanga wa taa, lakini muda mfupi kabla mziki haujazimwa mambo yakageuka. Taa zikawashwa na kuzimika mara kwa mara, mziki ukakata ghafla, na pale katikati ya umati, yule mzungu mwenye suti nyeupe akaanza kucheka kwa sauti nzito isiyo ya kibinadamu. ngozi yake ikabadilika ikawa nyeusi nyekundu, kana kwamba inaungua moto. Pembe zikaanza kuchipuka kichwani, uso wake ukajikunja, lakini bado akicheka huku akitabasamu. Akanena maneno yasiyoeleweka, lugha nzito ya ajabu iliyotikisa anga ya klabu. Kisha kwa sekunde chache mwanga mkali ukamulika na alipotea ghafla hewani. Hakukuwa na gari, hakukuwa na kivuli. Pombe zikaanguka, viti vikarushwa, watu wakakimbia, wengine wakazima, wengine walikimbilia nje wakisema Tumemwona shetani mwenyewe. Miaka hiyo hakukuwa na kamera za CCTV wala simu za kurekodi, ilibaki kuwa simulizi tu, lakini mashahidi waliapa kwa maisha yao kwamba waliona. Na tangu siku hiyo Mlimani City Club ilifungwa miezi michache, wengine wakidai walikuwa wanasikia sauti za kucheka usiku saa nane mami, wengine waliona taa zikiwaka zenyewe saa nane mami. Hadi leo wanaodai walikuwepo usiku ule husema ilikuwa ni shetani mwenyewe aliyekuja kujifurahisha usiku mmoja jijini Dar es Salaam. Usiku mwema mashabiki. Moja ya usiku wa kukumbukwa milele. Amini au la, hadithi hii bado inaishi Lord. La, la, la. Uhu, la, la. Taja mtu anayekumbuka Mlimani City Club.